Katika tukio hili kwanza ilipokelewa kwamba ni wanafunzi wako, mimi nilikuwa saa moja na nusu Jumamosi kwamba nikapigiwa simu na afisa usalama wa chuo kwamba kuna mwanafunzi wako alijeruhiwa na yuko hospitali ya mkoa wa Mbeya. Nikasema kwamba alijeruhiwa na nani, akasema walikuwa na wenzie. Wenzie ni nani? hakuniambia katuo kwa hiyo tulichokifanya mimi, nikaanza kutafuta jitihada za kuongea na uongozi wa chuo. Kabla hata sijampata naibu makamu mkuu wa chuo anaoshirikia masuala fedha, mipango na uchumi, profesa Zakaria Katambara alinipigia simu ambayo nilikuwa siifahamu, kumuuliza ni nani, akaniambia mimi ni mwalimu wa mwalimu nayefundisha biomedical equipment engineering kwa hiyo akaniambia, kwa bwana, tuna kijana hapa. Nikamwambia, kijana gani? Akaniambia, bwana, na mimi kwanza sijamfahamu vizuri, nitamchunguza nikipata hilo jina nitakwambia. <mimitikana> Baadaye ndo akaja akaniambia kijana anaitwa Gerald <mimitikana> jina la pili nani? Akaniambia sifahamu. Ilibidi nimrudie yule afisa usalama wa chuo kwanza, nikamuuliza wewe, ulipata taarifa wapi? Akasema bwana, <mimitikana> nilipigiwa simu ya polisi. Lakini bahati mbaya polisi yake nikipiga sasa hivi haipatikani. Okay. anaitwa Gerald Philibert Said. Mm. Sasa mimi nimepata majina yake matatu, kwa kuwa umeshafika hapo na ni sehemu ya uongozi ninaomba ebu shughulikia, utaniambia nini kinachoendelea. Baada ya kama dakika tano, nikaambiwa Gerald amefariki. Hasa alisema amefariki. Mimi kwa pale kwetu kawaida, mm, ni lazima tutoe uongozi, tutoe taarifa kwa wa chuo huyo. Makamu wa chuo akaniambia kwamba basi ngoja nije. Tukaja tukakaa, tulikuwa makamu wa chuo, naibu makamu wa chuo anayeshughulikia masuala ya fedha, uchumi na mipango na taaluma. Tukakaa pamoja, tukasema sasa tunafanyaje? Tukaanza kusema kinachotokea hapa kwa kuwa hizi tunazipata taarifa hizi nusu nusu, lazima tuende polisi okay. Tukatoka tukaenda polisi kituo kituo kikuu cha Mbeya pale, ni central polisi. Kufika pale ni kweli, tumemkuta na mtuhumiwa amekamatwa, so, nani? Mm, nani kabisa ambaye alifanya afaya tukio, okay. kwa pe, ni mwanafunzi wenu, mm, nani akatwambia huyu mwanafunzi anaitwa Elmini Duzu. mm. okay. Wenzii walikuwa nasema kuna kijana mmoja huko mtaani anaitwa Duzu, hata wengine walikuwa wajui kama ni mwanafunzi. Kwa hiyo akasema kwamba anaitwa Duzu, kwa hiyo akasema yuko hapa, kwamba yuko kituoni. Kwa hiyo tuche kifanya tu baada ya kupata pale. Mm. tukatoka tukaenda hospitali ya mkoa, tukaenda kuhakikisha kwamba ni kweli ni kijana wetu. Baada ya hapo tukaanza kuomba sasa tuanze kufanya taratibu, tunafanyaje? Ndo akaanza taratibu za kusema kwamba basi tuendelee si tukafanya uchunguzi postmortem kwanza mm, muweze kusafirisha, wakati kesi ikiwa inaendelea. wa wanasema kwamba alichomwa na kitu ubavuni. Kwa taarifa ya nani? Hiyo ndio taarifa iliyoambiwa ile awali kabisa iliyosema yule pole nani? No, yule afisa usalama wa jenerali. Kwa hiyo hapo polisi walivyoenda, tukwambia nini kilichotokea, walisema tutawapa ripoti, ndio alichokisema. kwa hiyo okay, mpaka sasa hivi hata tulipopewa cheti, tulipewa cheti cha kifo Wala hajaandika kwamba amesafisha kifo na nini. Nilipomuuliza, wakasema, hiyo sio kazi yako, tutatoa taarifa, tutawaletea ripoti. Baada ya hapo tukaendelea kwanza kushughulikia taratibu za kuandaa mwili. Tukakubaliana Jumapili jana asubuhi saa tatu watatoka polisi ili waende pale hospitali kwa ajili ya kufanya postmortem. Bahati mbaya saa tatu hatukuweza kupata muda, wale ambao madaktari hawapo, wakatoka akasema saa tano kasubiri saa tano, tukaenda pale saa sita wakaanza utaratibu. Kwa hivyo tuambie tumemaliza, ndio tukaanza mchakato wa kutafuta jeneza na kuhakikisha gari ipo, ndio tukaanza safari jana kwa round kwenye saa kumi na mbili jioni, ndio tukasafiri mpaka. Ya kiujumla sio taswira nzuri, lakini unaamia kwamba kila wakati watu wanapoka kushaka na jamii kubwa

Kama yamusi staa kukuta tukio kwamba mtu kuamba mtu amechomwa na kitu unajua, wa abarai wanasema wamechomwa na kitu kika kika chenye ncha kali, hatujui ni nini, kwa sababu ni wale we walienda kuangalia hicho kitu. Jumla kama jamii sisi tunawaasa kwamba wawe ni watu wa kufata taratibu, wanapoenda sehemu waende kufanya kile wanachotakiwa kukifanya. Kwa mfano, wanapoenda vyuoni, wanaenda kwa wana wana lengo la kusoma napoenda kulea kusoma, tunajua tunatumia gharama kubwa sana za kuwasomesha. Kuna watu wanaweza kufikiria kafikiria kwamba nalipa ada milioni moja, anamlipa mwalimu mwali, nalipa aliamwalimu mwezi, analipa milioni tatu, milioni nne. Wajua ni gharama za wananchi ka kwa kwa kweli, nifike sehemu vijana wajifunze kwenda kufanya kile wanachotakiwa kukifanya. Hiyo ndio sehemu kubwa sana inayotakiwa. Sisi familia, tuna kwa kweli ni kuwapa pole na kuwaambia kwamba jambo kama hili halijatokea kwamba labda ni mtu alikusudia. Lengo letu la chuo kubwa sana ni kuhakikisha mwanafunzi anakuja kusoma, anamaliza, anaenda kujenga taifa letu, yani hicho ni nani. Kwa hiyo na wao wenyewe walipokea kwamba sio jambo la makusudi, kama sisi si chuo kokote tumepokea kwa masikitiko makubwa. Unajua, wakati mwingine unaposikia kwamba kijana amekufa chuoni inaharibu jina la chuo, unaona. Mm -hmm. Lakini sio, hatutamani haribu jina la chuo. Mm -hmm. Kwa sababu hiyo tu ni wakati mwingine imetokea jambo kama mambo mengine. Mimi nilikuwa, walikuwa wananiuliza, kanuliza, ni ajali kama ajali nyingine. Wakati mwingine unaweza kusafiri hapa, mtu anaambia kwamba wewe usiendeshe pikipiki kwa, kwa nani, kwa spidi kubwa, lakini akaendesha ikitokea bahati mbaya, ndio hivyo. Na hii ndio kutokea ni bahati mbaya. Kwa kweli wazazi tunawapa pole sana sana, sana. Mm -hmm. Mm -hmm. Mimi marehemu ni mdogo wangu, yaani mtoto wa mamangu mdogo. mm. mm -hmm. okay. okay. nimetokea mkoa wa Songwe. okay. Nimepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha mdogo wangu Gerald Said, ambaye amepoteza maisha yake katika umri mdogo. Alikuwa ni tegemeo kwa familia yake, na kinachonisikitisha zaidi alikuwa ni mwaka wake wa mwisho wa masomo, kwa hiyo tulikuwa tunategemea sasa tumepata msomi, lakini ndoto zake zimekatishwa Mime, kwa njia hiyo mimi nimeipokea hii taarifa kwa kupigiwa simu na mama yangu mzazi, ambaye ni mamake mkubwa, ambaye alikuwa mwenyeji wake alipokuja kuanza chuo kule, na ni ndugu yake pekee. Kwa kweli waliniambia kwamba mdogo wako amefariki. Nikawauliza, amefariki mazingira gani? Akasema kwa kweli amepata ajali ya kuchomwa na kisu. Nikawauliza, alikuwa mazingira gani? Wakasema walikuwa kwenye sherehe ya wenzao birthday, katika maeneo hayo walienda kwenye ukumbi unaitwa Mbeya kwetu pazuri. Sasa, wakati sherehe ikiendelea pale, ndipo hayo yote yalipotokea kulitokea vurugu , lakini matokeo yake ndo akachomwa kisu.